Baada ya mheshimiwa Tundu Lisu kuweza kushikiliwa kwa muda mrefu sana, pasipo kawaida, na jeshi la polisi, lakini kwa sababu mbalimbali ana kwamba usisahau kupitia taarifa habari mbali za jeshi la polisi huko, uh, mkoani Mbeya wamesema kwamba, uh, jeshi la polisi mkoani Mbeya limeharifu kumkamata, uh, Awadi Karonga ambaye alikuwa ni mkazi wa Katumba, wilaya ya Lungwe mkoani Mbeya, ambaye ni katibu wa chama zikiwemo cha demokrasia na maendeleo cha Dema, uh, wilaya ya Lungwe na makamu mwenyekiti wa Hamasa Taifa, uh, wa chama hicho, lakini pia kwa upande mwingine wanadai kwamba yeye ndiye alikuwa ni mlinzi wa uh, mheshimiwa Tundu Lissu kabla hajapelekwa Rumande kwa kesi mbalimbali zinazomkabili uh, zikiwemo kesi za hua uhaini lakini pia utakatishaji wa mali za umma. Lakini hizo kesi pia hadi dakika hii tunapoongea ni kesi ambazo kwenye nyuso za Tanzania wanasema ni kesi zisizo rasmi, kwani ni kesi ambazo aliweza kubambikiziwa mheshimiwa Tundu Lissu katika harakati za tofauti tofauti za kuweza kupigania haki nchini Tanzania, lakini pia akitoa taarifa kwa umma, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kazaga amesema mtuhumiwa alikamatwa Januari ishirini na tisa ishirini na ishirini na sita amilia saa nne asubuhi katika eneo la Katumba akata ya Ibigi Tukuyu wilaya Lungwe kwa tuhuma mbalimbali za vijana ikiwemo uchochezi, lakini hizo ni kesi za kijinai. Lakini pia taarifa hiyo iliyotolewa kwa umma haijaeleza kiundani juu ya uchochezi unaotuhumiwa mlinzi huyo. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo taifa anakwamba upelelezi wa jinai anaodaiwa kuifanya unaendelea kuchunguzwa. Lakini hii hali imekuwa ikipingwa sana, kitendo cha wananchi, viongozi na watu mbalimbali kukamatwa pasipo kuwa na makosa ya, ya ushahidi rasmi hiyo hali imekuwa ikipingwa sana lakini cha kushangaza, hadi dakika hii mambo ndo hayo hayo ambayo yanaendelea lakini hatuwezi kufahamu, huenda ndo haki tunayoitaka ndio hii au pia haki tunayoitaka ndo bado inazidi kupambaniwa. Basi tusi, uh, tusiache kupiga moyo konde. Lakini pia mwisho, polisi mkoani Mbeya imesema upelelezi au washauri hilo unaendelea na ukikamilishwa, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtuhumiwa, na huyo mtuhumiwa ni mwenyekiti, uh, ni mrizo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ambaye hadi sasa hivi yupo Lumande akisubiria tarehe tajwa ya kusikilizwa tena kwa kesi yake inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu lakini kwa muda mrefu sasa, na hatimaye jeshi la polisi alisema kwamba kesi hiyo ya mheshimiwa Tundu Lissu itaendelea katika mwezi huu, katika tarehe za mwezi wa mwanzo. Lakini pia kwa kesi ya huyu mlinzi wake ni kwamba jeshi la polisi linazidi kufanya uchunguzi ambao hauna ushahidi hadi sasa, lakini cha kushangaza ni kwamba bado anashikiliwa na jeshi la polisi. Sasa mimi na wewe tufahamu, ila cha kukusii ni kwamba usiache, uh, kubonyeza neno subscribe, kwani sababu za yeye kukamatwa, uh, utazipata humo, hukumu za hukumu uh, atakopewa au uh, kama atachiwa huru, hivyo vyote utavipata katika chaneli yetu pendwa ya Mjadala TV. Hivyo usiache kubonyeza neno uh, subscribe.